Tunahitaji immediate measure za kupunguza idadi ya ajali pale, mheshimiwa mbunge amelalamika sana pale Tinde. Kwanza kutokana na, na yale maroli za kitabia na yanaoendelea usiku sio nzuri, hayaendani na tamaduni zetu. Pili, eh, changamoto ya ajali ambayo mimi naifahamu, lazima pale maroli yasogee. Kama mna mpango wa muda mrefu kuja kujenga stendi hapa, tunawapongeza kwa hilo, lakini kwa sasa hivi mpango wa haraka wa kutenga eneo pale. Mbona pale kuna mbuga tu kadhaa ziko kando pale mnaweza mkazitumia hata kwa muda? Lakini tuangalie uh, faida pia ya maroli yanaposimama eh, kwenye mzunguko eh, no eh? Yani, wa kiuchumi. Eh, huku tunakwenda wapi? Yaani huku paka paje kwa changamke, muweke provisions ambazo zitawavutia. For now, wakati hizo provisions hakuna pale mnafanya nini kuweza kupunguza idadi ya ajali? Pamekaa vibaya eh, maeneo mengi ambayo maroli yanapaki mara nyingi ni barabara ambazo zimenyooka, pale ni makutano. Kwa ndugu zangu, hakuna mchawi. Mchawi ni utekelezaji wa majukumu yetu, ili tuweze kupunguza kero, changamoto na malalamiko kwa wananchi, ni kwamba kila mmoja wetu aweze kutimiza wajibu wake. Kila mmoja akitimiza wajibu wake, kutakuwa hakuna malalamiko. Sasa leo tuko hapa na tunaona kwanza ujenzi na ukamilishaji wa maabara hizi tatu ya kemia, biolojia na hii ni ya, ya physics. Tumeshuhudia hizi mbili ziko kwenye hatua ya mwisho, na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba shule mlipokea kiasi cha milioni sitini kutoka serikali kuu kwa ajili ya ukamilishaji na ujenzi wa hizi maabara mbili, lakini tunatambua wazi kwamba hapa kuna maabara tatu. Kwa mkurugenzi, tumekuwa tunaendelea kuhimizana sana kuhusiana na swala zima la kuziba mianya ya upotevu wa fedha, lakini pia kubuni mbinu mpya za mapato ya ndani. Ni aibu kusema kwamba maabara hii inasubiri tena fungu kutoka serikali kuu. Tumepata milioni sitini hapa, tukamilishe kwa mapato yetu ya ndani. Tuwe na desturi ya kuweka vipaumbele kwenye miradi ambayo serikali kuu tayari imeona, na tunapokuwa na miradi hivi, ndio ari ya kuendelea kuongeza mapato, kwa sababu mnakuwa mna kitu ambacho kiko pending. Sindiyo, Eh, hata bajeti nyumbani unapokuwa na majukumu mengi ndipo akili inapochaji sana kwenda kutafuta kaona. Nawaomba sana, kasi mmeiona ya Mheshimiwa Raisi na timu yake yote, hatuko tayari e, kumwangusha Mheshimiwa Raisi. Kwa hiyo nawaomba sana ndugu zangu, kila mmoja afanye jukumu lake vile ambavyo inatakiwa na ikiwezekana, e, uongeze mara tatu zaidi hmm. Hakunaga changamoto ukifanya kazi zaidi, Ila kuna changamoto ukianda perform ukifanya chini ya kiwango ni changamoto. Ukifanya juu ya kiwango, hiyo ni bora zaidi. Kwa hiyo mi natamani na natarajia katika timu yetu ya mkoa wa Shinyanga tutaendelea kufanya kazi juu ya ya kiwango.